Karibuni tena katika tafakuri yetu ya Rozari sala ya Tafakari, na hii ni siku ya kumi na tatu katika mwezi wa kumi ambao ni mwezi wa Rozari, na ujumbe wetu wa leo unasema: Je, ni lazima kupiga magoti tunaposali rozari? Tumewahi kuulizwa sana kwamba je, mtu anaposali rozari anapashwa awe amepiga magoti? Jibu letu ni kuwa inategemeana na utaratibu wa mahalia, lakini kwa ujumla, sio lazima mtu apige magoti asali rozari. Inategemeana na nafasi ulionayo wakati wa sala. Baadhi ya watu wanajisikia kupiga magoti kama nafasi bora zaidi kwa kusali sala yoyote, hata sala ya Rozari. Lakini unaweza pia kukaa, kusimama, au ukatembea, hata ukawa umelala lakini ukasali Rozari. Sala ya Rozari ni sala ya tafakari, hivyo hali yeyote inayoweza kumpa mtu utulivu wa kusali kwa tafakuri inaweza kutumika. Kihistoria, sala ya rozari ilianza kusaliwa na mapadre wa Kidominika ambao walikuwa wakisali huku wakitembea. Walifanya hivyo kama njia ya kuunganisha tafakari na mwendo wa kimwili ambayo iliwahusu kudumisha roho ya sala wakati wa kusafiri au kufanya shughuli zao za kila siku. Mazoezi haya yanatokana na siku za mwanzo za agizo la Kidominika, ambapo mapadri mara nyingi walikuwa wahubiri wanaosafiri wakiwa wanahama kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine, hivyo walibeba rozari na kusali sala walipokuwa wakitembea, wakitumia mpangilio wa hatua zao kuongoza urudiwaji wa sala kama Salamu Maria, Baba Yetu na Utukufu. Kutembea kuliwasaidia kuzingatia mafumbo ya rozari huku wakitembea, wakiweka akili zao katika hali ya kutafakari. Mazoezi haya yanaendelea hadi leo miongoni mwao kama sehemu ya ratiba yao ya kiroho. Mwalimu wangu mmoja alikuwa na mazoea ya kutembea kuzunguka uwanja wa mpira wa miguu mara kadhaa, akiwa katika tafakuri ya sala ya rozari. Watu wengine wanapokuwa usafarini, wakisafiria vyombo vya usafiri, mfano mabasi wakishatulia kwenye kiti, wanachukua wasaa wa kusali rozari ya kimya. Mimi binafsi, tangu nikiwa mdogo, niliwaona wazazi wangu wakisali rozari wakati wanapoingia vitandani mwao kabla ya kupata usingizi. Sasa tujiulize, je, ni nafasi gani inayokupa wewe utulivu wa kusali sala ya rozari kwa tafakari ya kufaa? Tumsifu Yesu Kristo.